Mgombea ubunge wa jimbo la Bukene kwa tiketi ya Chama Cha Mapinduzi ccm John Luhende, ameahidi kuweka mfumo wa msaada wa kisheria kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili kuondoa madai ambayo yametajwa mara kadhaa na wanavikundi hao, hususani usumbufu wanaopata wakati wa kuomba mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na serikali kupitia halmashauri zake. <tipulio> Akizungumza katika mkutano wa kampeni ambayo imefanyika katika kata ya Mogwa iliyopo katika jimbo la Bukene, wilayani Nzega mkoani Tabora, Luhende amesema changamoto nyingi zinazowakabili wanufaika wa, wa mikopo hiyo zinatokana na ukosefu wa uelewa taratibu za kisheria na maandishi, jambo linalosababisha baadhi ya vikundi kushindwa kukamilisha vigezo. Ndugu zangu, mimi kama mgombea ubunge, mnafahamu changamoto mnazozipitia katika kupata mikopo hiyo. Ofisi ya mbunge limeshafanya maamuzi vitakuwa na wanasheria maalum. Mwanasheria huyo atakuwa kazi yake ni moja, kuwasaidia wanawake, kuwasaidia vijana pamoja na walemavu kuweza kusajili vikundi vyao na waweze kupata haki yao ya mikopo inayotokana na asilimia kumi ya mapato ya halmashauri. CCM oye, oh, yeah. Na kwa kufanya hivyo ofisi za watendaji wote ndani ya jimbo la Bukene, ofisi za kata watakuwa na notice board pale. Sisi wananchi wa jimbo la Bukene ni haki yetu kujua mapato tunayoyapata kwenye halmashauri yetu. Huo ni utaratibu ambao tunaenda kuweka uwezo kutusaidia kuondoa hiyo sintofahamu iliyopo sasa. Katika hatua nyingine, Luhende amesema endapo atapata nafasi ya kuwa mbunge katika jimbo hilo atahakikisha anaboresha miundombinu ya barabara, upatikanaji wa umeme huduma za maji safi na pembejeo za kilimo ili kukuza uchumi wa kila mwananchi, huku pia akitumia mkutano huo kuwataka wananchi wa Bukene kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi mkuu utakofanyika Oktoba 29, 2025, akisisitiza umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi yatakayoharakisha maendeleo ya jimbo hilo. Tunao mradi wa kitaifa, mradi wa maji wa ziwa Victoria. Tunaendelea kutoa shukrani kwa Chama Cha Mapinduzi na serikali yake. Wapo watu ambao tayari wameshaanza kunufaika na maji yale lakini tutahakikisha wale watu ambao bado hawajafikiwa na mradi huo unafikiwa, maana huko mradi wa usambazaji wa maji wa Ziwa Victoria awamu ya pili, ambapo na kata ya Mogwa inapitiwa na mradi huo kwao, tutahakikisha kuwa vijiji ambavyo vijapata maji hayo, kijiji cha Kagando, Usalala, Kwanzale, Ilole na Ruhumbo pia na zenyewe zinapatiwa huduma ya maji safi na salama tarehe 29 mwezi wa kumi kafanyeni kazi moja tu ya kututuma sisi, mimi pamoja na mheshimiwa diwani, tuende tukapambane kwa ajili ya kuhakikisha kwamba umeme unafika kila kitongoji ambacho bado hakijafikiwa na umeme. Tunaenda kujenga studio, na studio hiyo itawawezesha vijana wote au wasanii wote ambao bado hawana mitaji ya kuendeleza vipaji vyao watarepodi we nao. Baadhi ya wananchi ambao wamehudhuria mkutano huo wameeleza kuwa changamoto za vituo vya afya na miundombinu ya barabara zimekuwa zikiathiri jitihada zao za kujiletea maendeleo, ambapo wametumia jukwaa la Daily News Digital kuwataka wagombea wa watakaopatiwa ridhaa kuhakikisha wanatoa vipaumbele katika changamoto hizo, ili kurahisisha maisha yao kwa ujumla, tofauti na ilivyo sasa, sambamba na kuwahamasisha wananchi wote walio na vigezo vya kupiga kura kujitokeza kwa amani kuchagua viongozi watakaowaletea maendeleo na kuachana na uzushi kuhusu maandamano au maneno ya kuchochea migawanyiko. Nikitembea mikoa ya mbele huko, wenzetu kidogo wameendelea, ila kwa hususani katika mkoa wetu wa Tabora, kilimo cha kisasa tunahitaji sana watu huko kijijini. Kwa hiyo changamoto kama mbili, ukame wa maji, kilimo cha kisasa, na baadhi ya maeneo fulani umeme. Serikali inayokuja itekeza kwa vitendo, sio kwa kuongea, itekeze kwa vitendo tuone, sio natudanganya tu, miaka mitano wanaondoka. Kwa mfano wabunge huwa wanakuja, wanatuambia kama hivi kumuana tena hapa ni mpaka miaka mitano mingine nitakiwa wanafika na ngaye changamoto wenyewe wanaziona, au wanafanya mikutano hasa kila kata? Yaani sisi tunateseka, akiumwa mtoto mpaka mwanze kuteseka. Katika siku hiyo tarehe ishirini na tisa mimi naomba tusilete fujo, tuchague watu tunaowaamini na kiongozi. Tuchague kiongozi tunaye rizika naye ndo atakayeleta maendeleo. Hivyo ndivyo ambavyo ngoma za asili zinavyohitimisha mkutano wa mgombea ubunge katika jimbo hili la Bukene, Bwana John Luhende katika kata hii ya mwoga. Mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, ku comment na kulike. Furahia pia huduma zetu katika mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na Facebook, kuandika habari leo underscore tz. Shukrani, yeah.